Nikasema hivi mgonto huyu anataka twende choda kweli? Ana watu kule, lakini nimekuta mpo. Naomba mjipolee sana kina mama, kinamama. Mimi nimefurahi sana kuwakuta kinamama, oye! lakini nashukuru kwamba spika zinafika mahali pote, na yule nyama yangu yule baadaye nitakuja kucheza tiriri tiriri, alafu nimwambie tiriri mpaka chini, nione kama atapiga magoti sisi <laughs> ili tuje tusemezane. Sina mashaka na kata ya Mkiwa. Mwenyekiti umeongea ukasema hapa ni chama cha ni watu watulivu na ni wachapakazi na kweli nimeona, sina mashaka, lakini ni vizuri tukakumbushana, maana ndio maana tangu unazaliwa mpaka unazeeka, kama ni wa msikitini, huwezi kwenda kuwata kwenda msikitini, na neno utakaloambiwa leo na kesho utaambiwa. Kwa sababu tunafanya nini? Tunakumbushana, kanisani utaenda kila Jumapili, tunakumbushana. Huwezi kusema nilienda Jumapili iliyopita yale mahubiri mimi yananitosha. Tunakumbushana kwa sababu maisha lazima yaendelee. Lakini na kwenye upande wa kampeni lazima tukumbushane. Ni kweli tunajua serikali ya Chama cha Mapinduzi imetutoa mbali, kama watangulizi wangu waliongea kwamba mambo makubwa yamefanyika katika kata hii. Leo nakuja choda nakutana na, na transfoma pale nguzo umeme huko kila mahali. Haya yote ni maendeleo, kwamba tumetoka mbali, ndio maana tuko hapa, lakini hatuwezi kusema tumeishia hapa, tunataka tusonge mbele zaidi. Sisi, emu oye, ndio maana tuko hapa tunakumbushana lakini na kuomba kura. Tumekuja kuomba kura tena kwa chama cha mapinduzi. Chama cha Mapinduzi kinawaletea Dokta Samia Suluhu Hasani awe rais wa Jamhuri ya Muungano kwa awamu nyingine tena, kwa sababu mwanamama yule alichukua nchi katika mazingira magumu sana. Hakuna aliyeamini kwamba atatuvusha Tulikuwa kwenye korona, mtangulizi wake rais akafariki, Magufuli, akakabidhiwa yule mwanamama. Uchumi ulikuwa unayumba duniani, lakini Dkt Samia akajifunga mkanda, akasimama imara. Miaka minne, mnaona mambo aliyoyafanya, amefanya mambo makubwa. Sio hapa Mkiwa tu, sio hapa Jochoda, wala sio Singida peke yake ni Tanzania nzima, dunia inajua na dunia inamheshimu dokta Samia Suluhu Hassan. Tunakuja kuwaambia ili dunia ijue kwamba sisi tunashukurani kwa dokta Samia Suluhu Hassan, ni kumpa kura nyingi mpaka dunia ishangae. Sema mpaka dunia ishangae. nyingi Mama Samia ili dunia ijue kwamba Mama Samia ni wa Watanzania na sisi wa Tanzania ni wa Dr. Samia Suluhu Hassan. CCM hey! oye Hey, tukimpa kidogo wataanza kusema ah, hata watu wake amewafanyia mambo makubwa, lakini naona hata hawajampa kura za kutosha. Tunataka washangae, choda isipotee kura hata hii hata moja. Oh, yeah, CCM oye yeah. Tumpe kura za kumheshimisha ili atembee kifua mbele hata anapoenda kwenye mataifa mengine aende kifua mbele mwaregeana? yeah, yeah. Wangapi wameniregeani navyo? yeah, yeah. Hey. Tumpe kura nyingi Dk. Samia Suluhu Hassan lakini kuna mambo ambayo lazima niwaambie. Yupo kijana mgonto hapa, mgonto oe, wangapi wanamfahamu mgonto? Kina mama mnamfahamu mgonto? huko nyosheni mikono huko, kina mama na huku upande wangu wa kulia ee, hey. la kwanza mama Samia hawezi kufanya kazi peke yake, ni lazima tumpe nani, Mgoto, hilo halina ubishi, si ndio? yeah. lakini unampaje Mgoto? ni lazima mgoto apate kura za kutosha Sisiemoe e, tumpe mgoto kura za kutosha, kwa sababu mimi niliwahi kuwa mbunge. Niseme nisiseme? sema nimewahi kuwa mbunge pale wabunge wale mkifika pale, unataka kuchangia, lakini lazima watu wanakuwa wameshamnaulizana huko, wewe ulipata kura ngapi? wewe jimboni kwako wewe ulikuwa na asilimia ngapi? Ah, mtu mwingine unakuta kama asilimia zilikuwa chache, anaanza kusugua tu miguu namnai. Ah, walinipanipa walinipa nipa tu, anasema, huyu hamna kitu, ataongea nini hapa? hata watu wake walimpa kura chache tu. Mpeni mgoto kura za kutosha akawe mwamba ndani ya bunge. lakini chache, akianza kuzungumza, nani anaongea? Ngondo hata Choda wenyewe alimpa kula kidogo. Mmenielewa? hiyo hoja inapokelewaje? Mtumeni awe kifua mbele, akisimama ndani ya bunge waseme mwamba wa fatilia ili kuona wanawaletea yale yaliyoandikwa. Lakini pamoja na yote, nataka niwaambie wanachoda, niwape neno ambalo nikakae nalo haya tunayofanya. Wengine wanafikiri ni maigizo, wengine wanafikiri ni mzaha, wengine wanafikiri ni mchezo. Hapa sio mchezo, ni hatima ya maisha ya watu maisha ya Watanzania, maisha ya wanamkiwa na wanachoda, maisha ya watoto wadogo ambao hawajui chochote, wanatusubiri sisi. Kesho yao inatusubiri sisi. Ndio maana tunasema tunapopita kuomba kura tunamaanisha kwa ajili ya maisha ya Watanzania, tena Watanzania ambao hawapo hata kwenye kikao hiki wako kwenye mkutano huu, okay. Na hii ni amani ya taifa letu, ndiyo maana leo mtu yeyote unaweza ukaenda popote, hata ukapiga bia zako ishirini ukalala kwenye mtaro, mtanzania mwenzio atakutoa atakupeleka nyumbani. Nasema uongo jamani? Hiyo ndio Tanzania, ndio maana tunao binadamu sio tishio Tanzania, binadamu ni rafiki, si kama nchi zingine. CCM inataka kuendelea kutunza amani ya Mtanzania, kutunza amani ya jimbo la Ikungi, kutunza amani ya Choda, kutunza amani ya kata yetu ya Mkiwa. Ninaomba unapokwenda nyumbani, mwambie mwenzio ajiandikishe kwenda kupiga kura kwa ajili ya amani kwanza. Mashamba mlionayo bila amani ni kazi bure. Umeme ukiwekwa ni kazi bure. Barabara zikitengenezwa ni kazi bure, bila amani. Tanzania sisi tunataka kuendeleza amani, na si chama kingine, bali ni chama cha Mapinduzi, CCM oye! Wangapi watakipigia kura chama cha Mapinduzi